Hesabu uh, nilikuwa si pafomu sana uh, ila nilianza kupafomu sana nilipofika fom 4 mwanzoni mwa fom 4 ndipo nilipoanza kupafomu sana somo hili la hesabu. Mwalimu mkuu wangu wa, sh, wa shule ya Mazwi kuna kitu alikianzisha pale kama inter school competition, na hii ilikuwa ni baina ya shule yetu ya Mazwi na shule ya Kantalamba. Uh, katika hii competition ilikuwa ni competition ya hesabu uh, na kwa mara ya kwanza competition hiyo ilifanyika shuleni kwetu pale. Wanafunzi wa Kantalamba walikuja katika shule yetu na mtihani ulikuwa umeshaandaliwa. Ya, yeah, na shule ya Kantalamba kwa mkoa wetu wa Rukwa ni shule ambayo inaheshimika sana kwa performance ya, ya, ya wanafunzi wake. Kwa hiyo siku ambapo wanafunzi walikuja katika shule yetu ya Mazwi I... nilikuwa siamini kama sisi si, wanafunzi wa pale Mazwi kwamba tunaweza kucompete nao, na nilikuwa sijiangali mimi, mimi. Nilikuwa naangalia wanafunzi ambao nilikuwa najua wana perform vizuri, ambao nilikuwa nawafahamu mle darasani kinapita ngaya na wengine wengi, nikawa najaribu kucompare wao wanafunzi na wanafunzi wa Kantalamba. Aa, nikaona kama bado tunaweza kucompete nao. Sasa cha kushangaza katika mtihani huo baada ya kufanya mimi wala si, nilikuwa sitegemei kama hata ningefanya vizuri. Tukafanya tukamaliza tukaondoka, ilikuwa ni Jumamosi. Ilikuwa ni Jumatatu juma yake matokeo yakatoka, na cha kushangaza jina langu lilikuwa la kwanza, kwamba nilikuwa nimefanya vizuri katika wanafunzi wote wa Mazwi na wa Kantalamba, kitu ambacho sikuamini. Kwa kweli sikuamini kama ningeweza kufanya vile. Uh, kwa sasa ni, ni, ni mtu mwenye furaha sana katika somo hili la hesabu. Uh, yale mateso ambayo nilikuwa napitia katika kujifunza hili somo sasa hivi naona naona matunda yake. Idea ya uh, kutunga kitabu nayo ina kahistoria kake kadogo ka uh, wakati ni niko chuo uh, chuo kikuu cha Sokoine Morogoro pale. Aa, nilikuwa nafanya masomo yangu ya engineering. Aa, kutokea mwaka wa kwanza sisi huwa tuna utaratibu wa kwenda fieldi na nakumbuka nilipelekwa fieldi moja huko Mbeya Tazara pale. Aa, wakati nilikuwa pale nilikuwa najaribu kuangalia jinsi shughuli zinavyoenda. Aa, mashine ambazo zilikuwa zinatumika ku Uh, kuratibu shughuli zote za pale Tazara. Nilivyoona zile mashine zinapofanya kazi kazi kubwa, nikaa na nikafikiria pale kwamba hizi mashine zote hizi nazoziona hapa, asilimia kubwa zinatoka nje, zinaletwa Tanzania na sisi tunazitumia sasa. Nikaa nafikiria sasa sisi Watanzania tuna nini, yaani sisi ni, ni wakupokea tu si wa Tanzania, pengine peke yake, pengine wa Afrika kwa ujumla. Sasa nikawa najiuliza, sasa sisi tunafanya nini? Yaani e, sisi hatuwezi kufanya kitu cha tofauti? Ndio nikaona nianze na mimi mwenyewe kwanza. Mimi e, nina nini? Eh, naweza nikafanya nini? kwa nini nikae tu eh nasubiria kuletewa? Ndipo nikakumbuka historia yangu ya nyuma, jinsi nilivyokuwa nafanya vizuri katika somo hili la hesabu. Ndo, ndipo wazo likanijia kwamba naweza nikaandika kitabu, kwa sababu nakumbuka nilikuwa na utaratibu wa kusoma vitabu wakati najifunza ili somo la hesabu, na nilikuwa na visoma na vielewa, na kuna baadhi ya makosa nilikuwa na ya note kwenye hivyo vitabu. Kwa hiyo nikaona nika, kama nasoma vitabu na naelewa na naweza kukosoa hata baadhi ya vitu katika vile vitabu, kumbe hata mimi nikaona nina uwezo wa kuandika kitabu. Uandishi wa vitabu nao una changamoto zake. Naamini nilikuwa ni mgeni sana katika hili swala la uandishi wa vitabu, kwa hiyo ilibidi nianze kujifunza vitu vya kuzingatia katika uandishi wa vitabu, changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo ilibidi kwanza nianze na hatua za kujifunza vitu ambavyo vinahusika katika uandishi wa vitabu, niweze kuvielewa ndipo nianze kuandika kwa sababu katika uandishi wa vitabu kuna vitu vingi. Kuna kutype kuna kutunga maswali kuna kupublish. Kwa hiyo hivi vitu nilikuwa sivijui, kwa hiyo ilibidi nianze kujifunza kwanza, nivielewe afu ndipo nianze kuandika kitabu. Kwa hiyo ilinichukua kama miaka, uh, mi, miaka mi, mi, mitatu kama sikosei miaka mitatu kwa sababu kipindi kile kulikuwa na masomo mengine ya engineering ambayo tulikuwa tunasoma, kwa hiyo vitu vilikuwa ni vingi, kwa hiyo sikuwa na muda mwingi wa kuandika hicho kitabu. Ya, maswali nilikuwa nakaa na na na, na, na, na, na, na buni maswali mimi mwenyewe na yaandika na kuandika majibu yake, maswali na majibu yake. Yote nimefanya mimi mwenyewe tu. Kitu ambacho nimekiona kwanza kuna tatizo la, la, la, la vitabu Tanzania, hatuna vitabu vingi vya uh, vya masomo yetu haya, hususan somo la hisabati. Alafu pia kuna, kuna dhana ambayo ipo kwamba somo la hisabati ni, ni ngumu. Kwa hiyo haya yalinipelekea mimi kutunga hicho kitabu cha hesabu, ukizingatia pia nilikuwa na historia nzuri ya hesabu toka nilipokuwa olevo. Kwa hiyo haya yote ndio yalionisukuma hadi nikaandika hiki kitabu cha hesabu.